Haro hey, karibu kwenye chaneli hii ya King Nyamafu Tech. Leo nimekuletea nimekuletea trick au mbinu ambayo ina, inaweza ikakusaidia kufanya simu yako iwe na mwonekano ambao wa kizamani kama vile Nokia za kizamani. Kwa mfano mfumo huu unaouona hapa mbele, uh, hii ni simu ya, ni ya touch ya Android, lakini pia unaweza ukageuza simu yako ikawa kama ya button. Uh, jinsi ya ya kufanya kitu kama hichi ili kiweze kuonekana hivi, simu yako iweze kuwa na mwonekano kama huu, kwa wale ambao wanapenda kupendezesha simu zao ziwe na mionekano tofauti tofauti na ziwe zinafanya kazi katika mtindo huo. Kama unavyoona hapa, hii simu inaweza ikafanya kazi katika mtindo huu wa battery, japo ni, ni simu ya touch. Utakachokifanya utaingia kwenye, kwenye Play Store baada ya kuingia Play Store utakuja kuandika, baada ya kuingia kwenye hii kwenye Play Store utakuja kuandika la a, utakuja kuandika Nokia Nokia elfu moja mia mbili themanini launch kama inavyoonekanika hapo juu, kama inavyoonekanika hapa juu. Aa, baada ya kufanya hivyo utagusa kwa ajili ya kudownload, kwa sababu mimi ni nisha download, inaniambia kwamba niweze kufanya nini, niweze kuopen kama inavyoonyesha hapa. Sawa, baada ya, baada ya kunanii, baada ya kuopen hivi, mimi nita open, na hapa itakuja kuniambia niweze kuchagua kwenye hivyo vitufe hivyo hapo kwenye hivyo vitufe hivyo viwili hapo palipoandikwa Nokia Nokia 1200 1280 launcher, au kitufe changu kikae hapo kwenye hiyo iliyoandikwa 1 UI home. Mimi nitapeleka pale kitufe palipoandikwa Nokia, nitapeleka hicho kidude cha bluu mtatiki hapo palipoandikwa Nokia 1280 launch, mtagusa kama hivyo, itabadilika mfumo kama huu. Na ikiwa katika mfumo kama huu, basi unakuwa unawezo wa kutumia kama hizi batani kama unavyoziona. Kwa mfano kama hizi batani, namba moja, namba mbili, namba tatu na kuendelea. Hiyo okay, hapo unaweza kukata au shapo, kama umeandika unaweza ka delete Yee, hapa unaweza ukaenda kwenye menyu mbalimbali, lakini majina pia unaweza ukaja kutumia kusearch hapa hapa hapa, ndo majina hapa, kama mifumo ya zamani ya simu za Nokia zilivyokuwa inafanya. Sasa twende tukajaribu, tujaribu kuandika labda hata kama namba ya simu kwa mfano mimi naweza nikaandika e, labda sifuri sita mbili mbili tisa moja nne saba unaona una, jinsi inavyo e, na hapa pia ukitaka kupiga kupiga unaweza ukaja hapo palipo kwenye kiarama cha kijani palipo andikwa palipo andikwa okay pale kwenye alama ya kijani hapa hapa hapa, hapa. E, sawa kwa hiyo na hapa ni sehemu ya kukata pia kama goodreach unakuja hapa e, kama bado mnataka kufuta umekosea kuandika kwa mfano kama hapo weza tukafuta labda iwe kama nane z tukafuta eh? Tukarudisha vile vile. Kwa hiyo na pia kama unataka kusevu ni hapo alipo andikwa sevu. Kwa hiyo ndo ndo mbinu ya kutumia simu yako iwe na mwonekano iwe na mwonekano kama huu unavyoona hapa. Nadhani wenyewe mmeweza kuona hapo Unaona hapo inaandika nanatumia mtandao hapo wa Vodacom, e, na saa inaandika kabisa kila kitu, tarehe na kila kitu. Kwa hiyo huo ndio mfumo ambao unaweza ukahutumia kupendezesha simu yako, lakini kuwa na, na mwonekano ambao ni wa kitofauti, ambao ni wa kizamani kama zile Nokia za zamani. Basi naendelea kuwakaribisha sana kwenye chaneli yangu hii ili tuweze kujifunza ujanja mbalimbali e, kwa kutumia simu zetu za Android. Karibuni sana, msahau kunifollow kwenye account yangu ya TikTok kwa majina ya Baraka Nyamafu. Kule pia huwa naweka vitu mbalimbali ambavyo tunaweza tukajifunza. Lakini pia msahau ku like, ku share video hii kwa watu wengine ili nao waweze kujifunza namna ya kupendezesha simu zao. Karibuni sana, kama ulivyoona hapo hii simu ya ni ya touch hata kama nikiscroll kwenda hivi niona, hii simu ni, ni touch, lakini pia inaweza kutumia katika mfumo wa, mfumo wa kama simu za zamani, au kwa hivyo, karibuni sana, na kama unataka kunipata WhatsApp ili niweze kukufundisha masomo mbalimbali, unaweza kunitafuta kupitia menu, kupitia kupitia namba simu ya simu hii hapa sifuri saba sita nane saba mbili arobaini. Sawa, kwa hiyo ukishakuwa umemtafuta hivyo, hiyo ni inatumika kwenye kupiga na pia kwenye upande wa WhatsApp. Karibuni sana, ni wakaribisha sana wote ambao mnapenda kujifunza tekniki mbalimbali mbali kwenye simu zenu.